Yes, katika video hii hapa tutakuwa kuzungumzia namna ambavyo unaweza kutumia simu yako kutengeneza content za aina ya animation kama hizi hapa. Kwa hiyo Mheshimiwa Speaker, Mungu akuumba chiume chilete ajali. Mwanamke mwenye shape ni kama V8 barabarani. Kitu cha msingi ni kuhakikisha kwamba hauskip video kutokea mwanzo mpaka mwisho kwa sababu maelezo ambayo tumekuja kukupatia ni maelezo ambayo yatakuelekeza fika namna ambavyo unaweza kutengeneza content za aina hii hapo kwa kutumia simu yako mkononi ni kwa urahisi zaidi. Mimi ni Tovine Max. Kama ni mara kwa kwanza kutizama video zetu, hakikisha kama umepiga alama subscribe; itakusaidia pale ambapo tunakuwa tunaposti video unakuwa ni mtu wa kwanza kutizama. Hii hapa ni Vine Max na mimi ni Vine Max. Hakikisha kwamba tunaongana mwanzo mpaka mwisho. Kitu cha kwanza natakiwa ujue ni kwamba kuhusiana na content hizi hapa. Content hizi hapa ni content ambazo ukizitumia vizuri zinaweza zikakusaidia pia kutengeneza content ambazo zitakuingizia kipato pale ambapo utakuwa unaposti katika baadhi ya mitandao. Platform nyingi zimekuwa zikitoa pesa katika hizi za story, then baada ya hapo ukiwa uja install then Uta, utatokea kitu kama hicho hapo, utatafuta kitu kama hicho hapo kwenye screen yako then uta search, utaki click. Mimi nimesha install ndo maana imeniletea kwenye ku update na ku install. Wewe utakuwa hauja install, sasa itakudai u install kama utakuwa hauja install. Lakini pia kama unahitaji kuipata hii hapa application ya Protagonist Story ambayo haina matangazo utaingia katika Telegram channel yetu inayoitwa Android Tips Hub, unavyoona inaandikwa kwenye screen hapo katika Telegram kuna ambayo ina matangazo, na ambayo haina matangazo. Sasa, kwa sababu ya sera mbalimbali za YouTube yetu, lakini ukifungua application kwa mara ya kwanza itakuonyesha kitu kama hicho hapo. Kwamba kuna sehemu, kuna ukurasa wa home hapo hapo, ni home page yako. Kuna kuna so moja, moja kwa moja kwenye kazi, kwenye moja kati ya kazi ambayo nilikuwa natengeneza ili nije nitengenezee video hii hapa kukuelekeza hapa kuna sehemu mbalimbali. Kitu cha kwanza inatakiwa uzingatie kwamba katika kutengeneza content hizi hapa kuna sehemu ambayo inahitaji font, uh, no so font, i mean scenes. Kuna sehemu ambayo itahitaji utengeneze scenes aina mbalimbali, inategemea na content yako, itakuwa ni base katika maudhui ya aina gani. Maudhui ambayo nilikuwa natengeneza hapa ni kwa ajili tu ya kukuelekeza namna ambavyo unaweza kutengeneza, lakini pia ukimaliza kuna kategoria ya kusevu, utaweza kusevu baada ya kumaliza kumaliza kazi zako sasa

kama hivyo hapo utakutumia. Kumbuka kwamba itabidi utumie mtandao kutengeneza content za namna hii hapo, kwa sababu zahitaji vitu vingi sana. Sasa uta download ambayo unahitaji, then uta click ukisha download. Sasa, team itakuwa inaonekana kama hivyo sasa. Kwenye scene pale, kuna kitu ambacho utahitaji kuongezea. Unaweza ukahitaji kuongezea labda, anahitaji kumweka participant au unaweza kuweka kitu. Sasa, ukitaka kumweka participant ili afanye kile kitu ambacho wewe unataka sasa, kuna utagusa kwenye wad character kwa sababu ni waburi, akawa kama unavyoona kwenye, kwenye, kwenye mbele yake, kwa mfano jina lake anaitwa Scott then mbele yake hapo ya kuna sehemu ambayo inakuonyesha kwamba mwee katika sehemu gani kuna ova he, kuna ova nini, lakini ka yeah, unaweza hapo. Hapo, una uka adi karakta mwingine utatengeneza karakta yako, then naye pia ukamchagulia huyu ambao memwadi usamii ambao nimemwadi pia nimemchagulia simu ambayo Nataka mimi baaaaa uh, uh, nda, e, Sasa kwenye kuad pa kwenye simu ambayo tulikuwa tumeitengeneza pia unaweza ukatengeneza conversation yale kwa maana ya mazungumzo dialogue mbalimbali. Unaweza kutumia mic yako pia, kama unavyoona hapo, utaguse hicho kialama cha mic, then kitatukia maneno sema ambayo itahitaji wewe kuzungumza, au unaweza kutumia maneno ya kuandika. Ukiandika kitu then AI ama system ambayo iko hapa itakuwa inasoma japo kwa kusoma maneno ambayo yako hapa hivi huwa haisomi vizuri kama Kiswahili ambavyo kinatamkwa vizuri. Kuna baadhi ya, ya vitu vingi ambavyo vitahitaji wewe uvipate kwa kulipia. Sasa baadhi ya vitu ambavyo utavipata kwa kulipia ni kama kama ambavyo baadhi ya kumweka karakta katika namna fulani na za nywele mitindo fulani ya nywele, mitindo kumwekea vitu fulani katika muonekano, kumtengenezea muonekano ambao utahitaji wewe uwe sasa kwenye kutengeneza hapo, uta kuna uta kwenye ku create utamchagulia, kuna sura utahitaji awe wa muonekano upi, utahitaji awe na nywele za muonekano upi, utahitaji awe na aidha awe na ndevu au asiwe nazo, kwa jinsi ambavyo utahitaji awe, na mfano hapo ikawana tafuta namna mbalimbali ambazo aonekane, lakini kumwekea anafanya action gani, lakini pia hapo pote ni ya yausom kwenye customize, unataka komkustomize unataka awe na jina lipi? Kila kitu kitakuwa ni ndani ya uwezo wako. Sasa mi nimesha, baada ya kumaliza kutengeneza. Nikasave, then baada ya kusave ikaja katika ukurasa wako. Kwenye ukurasa wako wa characters utamkuta akiwa wa kwanza kama ambapo nimemkuta. Then chini yake ndo watakuwa wanafata wengine ambao wapo wengi ambao unaweza ukawa download pia ukaweza ukawatumia kwenye simu yako. Hey, njia ni nyepesi tu katika kutengeneza content hizi hapa. Kumbuka kwamba content hizi hapa ukiwa nazo serious pia zinaweza zikakufanya ukawa ni mtu fulani ambaye unakuwa unaingiza aidha ni kipato au unapata wafuasi wengi ambao mbeleni itakusaidia kwa sababu kuna njia mbalimbali nyingi sana za kuingiza kipato kutokana kwa na kuwa na wafuasi kama hivyo. Ambavyo nikuwa natengeneza video hapo, eh, nikachagua kwamba akae kwa upande gani, kufanana hapa ni seni nyingine. Sasa nikachagua hapa akae kwenye upande upi. Mimi nimemweka, kwenye kuna kumweka kwenye kona, kuna mweka kwenye mla, kumweka mlangoni kuna mweka sehemu ambayo utahitaji utagusa hapo mbele, then utachagua kae okay, katika sehemu ipi, lakini kwenye ku adi karakta pia mwingine atagusa hapo kwenye sehemu ya maneno mekundu. Gaidi itakuwa na kuonesha kwamba maneno mekundu yako wapi, then kwenye ukurasa wako utachagua ufanye kitu gani. Hii ni njia nyepesi tu ya kutumia simu yako ya mkononi kutengeneza katuni. Ili kutengeneza kitu ambacho ni kizuri zaidi ni kwamba unaweza kaunganisha sinsi mbalimbali, kwamba umetengeneza sinsi ya kwanza, sini ya kwanza, sini ya pili, sini ya tatu, sini ya nne, kutokana na vile ambavyo utakuwa umepata idea. Idea nyingi ambazo unaweza kutumia kutengeneza hizi hapa video iza ni kwa kusoma vitabu au ni wewe mwenyewe kutengeneza video, kutengeneza idea yako kwako kwamba unataka kutengeneza content za aina gani. Lakini pia unaweza kutumia Chat GPT ama AI yoyote ambayo inaweza kukusaidia wewe kupata mawazo ama kutengenezea stori ambayo unaweza kaitumia kutengeneza video na content za namna hii hapa. Mimi ni Tofini Max. Hakikisha kwamba umesubscribe na haupitwi na chochote pale tunapokuwa tunaposti vitu vingine. Nitaangalia kama maoni ambayo yatakuwa yanatumwa kuhusiana na video hii hapa kwamba kuna uhitaji pengine wa kuelezea kitu ambacho kinatakiwa kifanyike ndani ya hivi hapa sana, au kuna namna ambavyo watu wanahitaji video ya mwendelezo sana kuhusiana na namna ya kuedit na namna ya kufanya editing katika video za namna hii hapa na content za namna hii hapa. Nye hivi ili kufupisha video kwa sababu malengo ya video haikuwa kudip sana au kuchimba sana namna ambavyo unaweza kufanya editing kuhusiana na kutengeneza content za namna hii hapa. Lakini pale ambapo nitaona mwitikio kwamba ni mkubwa na namna ambavyo tunahitajika kwenda kufanya editing katika uh, app na content za namna hii hapa, ndipo ambapo nitaweza kuupload video nyingine pale ambapo utahitaji kama tuendelee namna ambavyo unaweza ukafanya editing, au pale ambapo utashindwa chochote, tabidi sasa uandike maoni yako, ili katika maoni yako yale tuatumia kutengeneza content nyingine ambayo itakuwa ina deep sana na imebase sana katika upande wa editing kuhusiana na content za namna hii hapa. Mimi ni Tovine Max.